Ya pili usifanyia sanamu ya kuchonga. Ya tatu usihitaji bora jina la Bwana mungu wako. Ya nne uikumbuka siku ya sabato na ya naitakase. Ya tano heshimu baba yako na mama yako. Ya sita usiue. Ya saba usizini. Ya nane usiibe. Ya tisa usimshudie ya jirani yako uongo. Ya kumi usitamani vitu vya jirani yakokua elekuatalia mstarmtari wangu natoka kwenye kitabu cha Wagalatia haha lakini tunda la Roho ni upendo, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi juu ya mambo hayo hakuna sheria. wanesasir mpe wangu unatoka kwenye kitabu cha Yohana mstari wa kwanza ile ya pili na <inaudible> unasema <inaudible> Oh, hapo mwanzo kulikuwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa ni Mungu. Asanteni, amen. Yakobo, tula ya kwanza mstari wa pili na anasema ndugu zangu, asabuni sabuni, ya kuwa ni furaha tupu kuangukia katika majaribu mbalimbali. Katika kitabu cha Misali 22:1 kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko Amen. Amen. kigeugeu ndio maana hamkuangamizwa enyi bwana wa nirudieni yashika nani, nitarudia ninyi, asema Amen. Bwana.

mstari wa 14 hadi 15, naona nasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si watoto wa ulimwengu, kwa kuwa wao si watu wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. mm -hmm. Sanjeni. Amen. Bwana <tapos> asifiwe, mpendeni kwa tajia mstari mm. Mstari wangu